Huu ni mwendelezo wa mgogoro kati ya Iran na Israel na hivi sasa taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba Iran imefanya mashambulizi mengine dhidi ya Israel, huku televisheni ya taifa ya nchi hiyo ikisema kuwa imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani. Milipuko mikubwa imesikika katikati mwa Israel. Video iliyothibitishwa na BBC pia inaonyesha moto ukiwaka karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa nchini Israel kufuatia makombora yaliyorushwa kutoka Iran usiku wa kuamkia leo. Mapema siku hiyo runinga ya taifa ya Iran ilisema zaidi ya makombora mia moja yaliyerushwa Israel yakilenga Haifa na tel Aviv, huku watu watatu wakifariki baada ya Irani kushambulia eneo la Batyam, pwani ya Israel. Kulingana na huduma za dharura za Israel, waliofariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 69 mwanamke mwenye umri wa miaka 80 na mtoto wa miaka kumi wameuawa huko Batiyam. Kitongoji kimoja katika mji wa kaskazini mwa Tamra pia kimeshambuliwa na kuua takribani watu watano, vyombo vya habari vya taifa la Israel vimeripoti huku hali ikisemekana kuwa bado ni tete. Vikosi vya Ulinzi vya Israel navyo vilisema kuwa vimefanya mfululizo wa mashambulizi katika maeneo ya miundombinu mjini Tehran yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Jeshi linasema maeneo lengwa ni pamoja na makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Iran na shirika la ubunifu na utafiti Iliongeza kuwa pia ilishambulia maeneo zaidi yaliyolengwa ambayo yaliendeleza juhudi za serikali ya Iran kupata silaha za nyuklia na ambapo serikali ya Iran ilificha hazina yake ya nyuklia. Awali, shirika la udhibiti wa nishati atomic la Iran lilifahamisha shirika la kimataifa la nishati atomic kuwa viwango vya mionzi nje ya eneo la nyuklia la Isfahan havijabadilika. Haya yanajiri baada ya shirika la kimataifa la nishati atomic kuthibitisha kuwa majengo manne muhimu yameharibiwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel, wakati Israel na Iran zikianzisha mawimbi mapya ya mashambulizi dhidi ya kila mmoja Jumamosi usiku. Haya ndiyo maeneo ambayo Israel imeshambulia nchini Iran. Wizara ya mafuta ya Iran imesema kuwa mashambulizi ya Israel yalilenga bohari ya mafuta ya Shahran na tanki la mafuta mjini Tehran. Maeneo yote mawili yalikuwa yanadhibiti Wizara ilisema. Wizara ya mafuta pia ilisema kuwa maeneo mawili makubwa ya gesi katika jimbo la Bushehr kusini yalishambuliwa na Israel. Mashambulizi ya Israel pia yalilenga Wizara ya ulinzi ya nchi hiyo mjini Tehran na kuharibu kidogo moja ya majengo ya ofisi pamoja na shirika la ubunifu na utafiti kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran na IDF. Maeneo haya yalilengwa kwa sababu ya uhusiano wao na mradi wa silaha za nyuklia wa Iran, IDF ilisema. Siku ya Jumamosi usiku IDF ilisema Israel pia lilenga eneo la chinichini magharibi mwa Iran lililotumika kuhifadhi na kurusha makombora ya kutoka ardhini hadi juu na makombora ya cruise na kwamba vigogo waandamizi waliohusika na mradi huo pia wameuawa. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yako pendwa ya TMC News ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi ni Samuel Andrew.